Sasa ama kamanda Mzee Mkavu ametangaza kuachana na mke wake ambaye alifunga naye ndoa miaka minne iliyopita. Ameshare picha hii ya siku ya ndoa yao hapa, alafu amepiga X na ameandika kwamba miaka minne ya ndoa na zaidi ya miaka nane ya mahusiano itakumbukwa kwa mengi, ila zitabaki hivyo hivyo kama kumbukumbu. Kila la heri Gabriela eh, scam. I'm out Najali sana afya yangu ya akili, sipendi mtindinganyo kabisa. Kazi zinanihusudu, marafiki wananihusudu na ndoa pia. No, all I care about is watoto wangu tu. Parenting works good for me. Bye Felicia, you are not my mother. Hashtag royal wedding hashtag royal divorce. Kwenye comments hapa, Barnaba amekuja ameandika mbona ghafla bwana. Juma Lakole ameandika wewe, hembu futa ujinga wako huu. Nafahamu Juma huyu ni kama Eh, mfanya kazi mwenzake kwenye kipindi cha ICU. Wengine pia mashabiki, nimeona pia hapa komenti ya uh, Jimmy Mafufu ameandika, umeanza umalaya, malafyale, unamwachaje mke bila mshenga wako kujua? Njooni nyumbani haraka kabla sijatuma polisi. Na wengine pia wamepita kwenye sehemu ya comments hapa e, wakisema no, haiwezekani, mbona hivyo e. Nimeona pia Helen Kazimoto ameandika my half you wish haha, nyie duniani mpaka akhera. So, sijui labda wengine wanahisi jamaa anatania e, kusema kwamba ameachana na mke wake, lakini ameweka hii posti kwenye page yake ya Instagram akisema kwamba yeye yeah, na mke wake hawako tena pamoja, watabaki tu kulea watoto, na kitu kikubwa ambacho anakieleza hapa, anasema kwamba haiwezekani eh, eh, kazi zinihusudu marafiki pia wanihusudu na ndoa pia no. All I care about is watoto wangu tu, co-parenting works good for me. Kwa hiyo ndo hivyo, sasa hivi wamekubaliana kulea tu watoto na masuala ya ndoa imefika mwisho. Anyway, una mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments? Nikukumbushe pia kusubscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.